Mabibi na mabwana, karibuni sana katika expo ambayo leo tumefanya uzinduzi wa maonyesho makubwa ya kibiashara ambayo yanahusika wataalamu wa kinywa na meno, ambapo itafanyika tarehe 30 mpaka tarehe 31 mwezi wa tano pale City. Hii ni maonyesho makubwa sana ya kibiashara. Wale wote ambao ni medical personnel, hili linahusu na sio la kukosa. Madaktari ambao mnahusika najua kwenye fani, basi hakikisha, kwa kwa sababu utakuwa na maonyesho vifaa vya biashara deal. Ni fursa ambayo kwa kweli tunategemea, tunategemea kwamba tutakuwa na wageni wengi kutoka nchi mbalimbali. Kuna vifaa vingi vitakuja hapa kwa maonyesho, kwa hiyo pata picha, mtu anakuja na vifaa, sio rahisi akachukua kwa ujumla kwao. Kwa hiyo maana ilikuwa ni fursa, watu mtauzua kwa bei rahisi. Kwa hiyo madaktari na clinic binafsi, wataalamu wote wa kinywa na meno ambao wana clinic na private clinics, hakikisha ukose nafasi. Sekta tofauti tofauti, sekta mbalimbali, watumishi wa umma wote, hakikisha siku hiyo msikose, tukutane tarehe 30 na 31, Mlimani City katika Naita Tanzania Dental Expo. Karibuni sana, naitwa Msidi Cres, you can call me Dr. Chris. Thank you.